Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV, kwa mara ya kwanza kabisa tunaona kwamba Jux ameamua kujaribu genre tofauti, na this time around bwana ameamua aingie katika genre ya mziki wa singeli, jambo ambalo e, watu wengi sana nadhani hawakuwa wakitarajia kwamba watakuja kuona au kushuhudia Jux akiwa anaimba mziki huo wa singeli. So it is what it is, ni kwamba Jux, of course, ameamua kurelease ngoma ambayo hii ni singeli, na yeye mwenyewe pia kupitia kurasa wake wa Instagram ameposti, e, kipande cha video akiwa yuko location kwa ajili ya kushuti na akaandika hapa kwamba as we count down JP's final wedding 2025, it is time to teach our Nigerians in-laws the beauty of our culture Tanzanian style. Meona bwana, eh? Yaani ni kwamba Jux bwana ameamua awafundishe mashemeji zake wa Nigeria kwamba ameamua uh, kuwafundisha ubora au uzuri wa utamaduni wa Kitanzania. Kwa hiyo ameamua kutoa nyimbo ya, ya Kiswahili haswa ambayo ndio hii hapa ya Singeli. Kwa hiyo ili kule pia mashemeji ambao wanamfuatilia kutoka Nigeria wafahamu kwamba huku Bongo bwana kuna mziki ambao ni unique eh, ambao unapatikana huku tu Tanzania. Akaendelea Jux kuendelea kwa kuandika hapo kwa Kiingereza akiwa ameandika kwamba this is just a taste of true eh, uh, da wedding vibe. Afa kamalizia kwamba bwana, karibuni nyumbani and live without catching the wave of our singeli sound. Akaendelea hapo kusema kwamba bwana x wa nani challenge official activated leading straight uh, to the final JP's wedding on 28th in Dar es Salaam, akiwa anamaanisha kwamba bwana hii ni nyimbo ambayo inaelekea kwenye Sherehe nyingine ya harusi ya Juksi na Priscilla ambayo itafanyika tena Dar es Salaam mnamo tarehe ishirini na nane. Umeona bwana eh? Kwa hiyo kama ulidhania kwamba harusi ya Juksi na Pricy zimeisha, eh, bwana hii series bado inaendelea. Ilianza Tanzania eh, wakafanya ile ya Kiislamu and then baada hapo ikaenda Nigeria, wakafanya Nigeria kule harusi kama tatu nadhani, kama sikosei, yani zilikuwa sherehe tatu zile. Then inarudi tena Tanzania na this time around bwana eh, ni kwamba mnamo tarehe 28 tena kuna sherehe nyingine ya harusi ya Jux na Pricy. Akasema bwana nani is one of the benga from a day to remember EP. Uh, please join, please join the challenge and enjoy the vibe. So Jux bwana ameitambulisha hiyo. Ha, ameamua kuitambulisha hii ngoma kama vile kuwa notify wa Nigeria kwamba huku eh, Bongo bwana tuna mziki wetu, sio jambo baya, lakini pia vile vile wadau mbalimbali bwana wamekuja ku react kuhusiana sana hiyo nyimbo yenyewe, maana humo ndani nyimbo yenyewe inaitwa X wa nani, yani, hapa nazungumzia kwamba huyu ni X wa nani, eh, lakini mimi na enjoy, umeona, nampenda na vitu vingine kama hivyo, yani kwamba of course sasa hivi hapa mjini bwana uh, ukidate na msichana yoyote au ukidate na mvulana yoyote, ujue kabisa kwamba ni X wa mtu, lakini ndio hivyo tena, unatokea kumpenda japokuwa mwenyewe alikuwa ganaye huko before, aliona ana dosari fulani na fulani na fulani, lakini kwako wewe unaona kama mpya na hicho ndicho kitu ambacho amekiimpress Jux katika hii ngoma so wdau bwana ameona kwamba Jux bwana ameimba hii hii nyimbo na ukisikiliza maneno ya umo ndani ni kama vile kuna vijembe vya ex wa Pricy, lakini pia vile vile vijembe kwenda kwa Rotimi eh, na Vanesa. So, Wadau hapa wanasema kwamba bwana Jux ameamua kuwatumia ujumbe ma ex um, na vitu vingine kama hivyo. So, hapo kuna mtu ambaye anataka kwamba bwana Dahe, bwana sema hii ngoma ya Jux, bwana angeimba Rotimi linge trend sana yani hapa Bongo. Ila mimi mkorofi tu. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amekuja ameposti akaandika kwamba, bwana ila Jux hawezi kufunga ndoa kimya kimya mpaka maneno haya yaende kwa ex wake, kwa ma ex wake, mambo hayo. So it is what it is. Ni ngoma nzuri actually kwa jinsi ambavyo tumesikiliza kionjo E, na ukiwa kama mdau unazungumziaje hii issue kwa ujumla? Weka maoni yako katika comment section na pia vilevile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.